Samia, oye. Oye. Naomba nieleze lengo na madhumuni ya ziara hii. Ni nini lengo la na madhumuni? Namba moja, wana Nhomolwa, wakina baba na wakina mama, jumuiya zote za CCM na viongozi wa chama, ninawapenda sana, nimekuja kuwasalimia Pili, kazi kubwa kabisa, nitaeleza utekelezaji wa ilani, kazi zilizofanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Nchi yetu tulipata uhuru mwaka sitini na moja. Hii ni awamu ya sita ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Ni awamu ya ngapi? Awamu ya sita. Lakini ametekeleza mambo makubwa, ametekeleza mradi mkubwa nchi nzima wa, wa, wa leli ya umeme leli ya nini? Ya umeme, mamay, leli ya umeme, leli ya umeme ii anama kwenda Dar es Salaam kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma, imekamilika. Kutoka Dodoma kwenda mpaka Mwanza una hatua nzuri mradi ule ut makutopola kwenda Kigoma mwakeye katiawavicha atuguwane mwakeye limo mlakome zimuhila kwenda Kigoma, mkandarasi unaendelea kujengwa, amejenga lani mikoa yote, yani kutoka mkoa kutoka mkoa x kwenda mkoa mwingine, lani nchi nzima. Nitolee mfano kwenye mkoa wetu kama tukie hiyo shida. Ukienda makao makuu ya mkoa wetu Geita, una shida ya kwenda Bukoba? Lami. Kutoka Geita mpaka Bukoba. Unataka kwenda Kigoma? Aku mbona ndani mwenye. Kutoka Geita mpaka Kigoma lami. Kutoka Geita mpaka Dar es Salaam lami. Ukienda Tanga kutoka Geita lami. Uende Manyara lami.

hata akipewa kazi ana uwezo wa kuifanya. Tuleteeni wabunge hata akipewa kazi ana uwezo wa kufanya nini? Wa kuifanya. Tusiwe sikio la kufa, tusiwe sikio la kufanya nini? La kufa. tusimiza kimasa zote ngo magunela magunia, tuchague diwani mwenye upendo, diwani mwenye ushirikiano na nyinyi, anayewatembelea mnayeshinda naye kila siku. Tusikubali kuletewa viongozi, unaletewa mtu ambaye humjui uwezo wake humjui utenike ishana izakambamo inacho niokabamo inacho aanza kuletewa letewa, sikubali kuletewa letewa Nasikia wana CCM lazima mjisimamie. Mkijisimamie mtakuwa na, si na si heshima. Mkijisimamia wa baba mtakuwa na heshima. Msikubali kununuliwa na feza, fedha zikija chukua weka, halafu nalala mbele. CCM oyo! Kwa kuri, kwa <tie> <tie> sisi aualautaasisiemuokwe sio la mafisadi. Kuna watu tunawachagua wanakwenda kwenye baraza la madiwani, kuna watu tunachagua wanakwenda kwenye Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wanatuwakilisha. Hutaona wana hote yake anakwenda kusingia tu, halafu haji hata kututembelea sisi wananchi. Kiongozi mzuri ni yule mwenye hofu ya Mungu mm. Tuchague viongozi wenye hofu ya Mungu, tuchague diwani mwenye hofu ya Mungu. Tusichague diwani fisadi anayejilimbikizia mali, tusichague mbunge fisadi. Mnawajua, tunao hata huko Mbogwe. Anakusanya hela miaka mitano, anasubiri uchaguzi ukifika, hela aje akupe hela. Mwalimu, naomba ukamate kalkuleta sasa twwashumu, umepewa laki mbili. Mwaka mmoja una siku mia tatu sitini na tano na robo, uzidishe kwa miaka mingapi, halafu ugawanya kwa laki mbili uone unapewa shilingi ngapi? <laughs> Mwaka mmoja una siku mia tatu sitini na tano na robo, zidisha mara tano. Hatuwezi kuendesha mbuge kwa utaratibu huo. Tano inakuwa ni 1820. Kawanya kwa laki mbili. Sasa tuangalie miaka mitano, wakupa laki mbili, unampa ubunge na kila mwezi anapata milioni kumi na nane. Halafu hakutembelei haji kushikika, shida zako ulinamata matatizo, polisi haji, simu hapokei, unampigia simu hapokei

Hapo abo chamnaga yeah. Nikokwachiokashilaga hivyoga yeah. Chukua yeah. Weka chapa chapalaba yeah. <laughs> <laughs> Kuna wengine wa wanaingia, sisi tumekuja kufanya biashara kwenye uongozi wa Nyororo, hawana nafasi na niunga mkono.